Maisha kwa kawaida ni hatua kwa hatua, siku kwa siku. Kwenye kila kona ya Tanzania, kutoka mitaa ya Kariakoo hadi kijiji cha Mbeya, kutoka mabasi ya mwendokasi hadi vijiwe vya kahawa, jina hili linatajwa kwa sauti. Wengine kwa heshima, wengine kwa hasira na chuki za waziwazi. Askofu Josephat Gwajima. Mchungaji wa kanisa kubwa. Mwanasiasa jasiri. Mtoa maoni yasiyotegemewa na wengi lakini ni kwa nini jina lake linaibua hisia kali? Kwa nini baadhi ya watu wanamwona kama shujaa na wengine kama tatizo? Leo, hebu tuzungumze ukweli. Kwa nini watu wanamchukia Askofu Gwajima? Alizaliwa kama kijana wa kawaida, lakini maisha hayakumchekea. Akiwa na umri mdogo, alijeruhiwa vibaya kwenye uti wa mgongo. Daktari alisema hatatembea tena lakini kijana Gwajima alikataa kukata tamaa. Alisema Mungu alimgusa akapona, akasikia wito, akahubiri. Miaka michache baadaye, kanisa la Ufufuo na Uzima likazaliwa. Likaanza kama mbegu ndogo, lakini baadaye likamea na kuenea kama moto wa nyikani. Maelfu wakamiminika kusikiliza mahubiri yake ya nguvu. Lakini kadri alivyopanda juu, ndivyo maadui walivyoongezeka, kwa sababu njia ya mafanikio haikosi mawe. Askofu Gwajima haongei kama wachungaji wengine. Yeye ni moto wa maneno, akizungumza hachagui lugha. Anaamini kile anachosema, hata kama hakipendwi. Aliwahi kusema kuwa chanjo ya korona ni vitu vya shetani, akaonya watu wasichanjwe. Alipigwa vita na vyombo vya afya, akaandamwa na vyombo vya habari, lakini hakurudi nyuma. Ameshawahi kusema ana maono ya ajabu. Amezungumzia mapepo ya kisiasa, vipimo vya kiroho, hadi kurudishwa nyuma kiroho. Kwa mashabiki wake ni mtu wa maono makubwa anayeona mbali kuliko mengi. Kwa wakosoaji ni mchochezi anayevuruga jamii kwa kauli zenye ukakazi. Mwaka elfu mbili na ishirini Wajima akaingia rasmi kwenye siasa, akagombea ubunge jimbo la Kawe kupitia chama tawala na akashinda kwa kishindo. Kwa baadhi ya watu ilikuwa ni baraka kwa bunge kuwa na mtu wa kiroho mwenye maono ya kipekee, lakini kwa wengine ilikuwa ni mwanzo wa mvurugano: kiongozi wa kanisa anayechanganya siasa na dini. Pale bungeni, Gwajima hakutulia, aliuliza maswali magumu, alikemea hadharani, hakujali kama anawaudhi viongozi na hata ndani ya chama chake alionekana kama msumbufu, mshindani wa kimya kimya. Na hivi karibuni alizua jambo kubwa zaidi. Katika kikao na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam wiki iliyopita, Gwajima alisimama na kusema kwa sauti ya majonzi, kuna watu wanatekwa, wanateswa, wanarudishwa kama mizoga, hili halikubaliki. Hii inaua taswira ya nchi yetu. Alisema amefanya utafiti wa kibinafsi na kubaini kuwa takribani watu themanini na tatu wametekwa katika kipindi cha miaka ya hivi karibuni. Mimi nimesema kwamba eh, shida ya utekaji iko hapa. Shika ya utekaji iko hapa. Alisema haya bila uoga, mbele ya kamera, mbele ya taifa. Wengine wakapiga makofi, huyu ndiye kiongozi wa ukweli tunayemhitaji. Lakini wengine wakateta kwa sauti ya mashaka, kwa nini aseme haya sasa? Ana ajenda gani? Anautafuta nini? Kwa mara nyingine, Gwajima aliigusa mifupa ambayo wengi huikwepa. Wapo wanaomwona kama shujaa wa wanyonge, lakini pia wapo wanaomhusisha na kuvuruga amani ya nchi kwa kutoa taarifa zinazoweza kuchochea hofu. Hili ndilo Gwajima anaongea bila kinga na kila anapoongea taifa hushtuka. Tuache hilo la utekaji. Vipi kuhusu mahubiri yake? Mahubiri yake yana mvuto, lakini pia yanagusa hisia kali. Anapaza sauti, anatembea madhabahuni, anatoa unabii hadharani. Wengine huona ana ujasiri wa kipekee anayefaa kuwaongoza hata viongozi wa kisiasa, lakini wengine humwona kama mtu anayeigiza anayetafuta umaarufu kupitia madhabahu. Baadhi ya maneno yake yamewahi kumvunjia ya heshima, kwa mfano pale alipowatukana viongozi wa dini nyingine au kusema maneno ya kejeli kuhusu wanawake. Kwa hiyo mapenzi kwake ni ya ama au ama, unampenda mno ama humtaki kabisa. Askofu huyu si masikini, anaishi maisha ya kifahari, magari ya gharama, safari za kimataifa, suti za gharama. Kanisa lake la kifahari lipo Ubungo, limejengwa kwa ustadi na hujaa kila Jumapili. Wengine wanasema huyu ni mfano wa baraka za Mungu, anaishi kile anachohubiri. Lakini kwa wengine huu ni uthibitisho wa ulafi wa viongozi wa dini. Watu wanahangaika kutafuta mlo mmoja kwa siku, lakini Gwajima anaishi kama mfalme. Na hapo ndipo chuki inapoota inapokosekana uwiano kati ya mafanikio na huruma kwa waumini. Jina la Gwajima linaishi mitandaoni. Kila anachosema huenda viral, Twitter, Facebook, WhatsApp, YouTube. Watu wanapishana kwa hasira, wanapiga kelele, wanatukana, wanasifia. Ni kama mchezaji wa mpira, lakini wa maneno. Ana timu inayomtetea na timu inayomtaka ashindwe na yeye hafichi, anajibu, anasema, anaendelea. Je, Gwajima ni mtu wa watu au mtu wa misimamo? Labda wote wawili. Lakini jambo moja halibadiliki: hawezi kupuuzwa. Anachukiwa kwa sababu anaongea, anapendwa kwa sababu anagusa, anaogopwa kwa sababu haogopi na pengine hiyo ndiyo sababu kuu, kwa nini watu wanamchukia Askofu Josephat Gwajima. Sasa ni zamu yako. Unamkubali au unampinga? Na kwa nini? Tuandikie maoni yako hapo chini. Usisahau kulaiki, usubscribe na kushare video hii kwa rafiki zako. Mpaka wakati mwingine, kumbuka, kila mtu ana upande wa pili wa hadithi.